Ni siku ya Jumatano. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata katika e, waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya tisa aya ya sita hadi ya kumi na moja na Injili tunaipata kutoka kwa mwinjili Matayo sura ya sita aya ya kwanza hadi ya sita na ile aya ya kumi na sita hadi ya kumi na nane Nitaisoma injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo, hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani ili watukuzwe na watu. Amin na waambieni wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Sadaka yako iwe kwa siri na Baba yako au naye silini atakujazi. Tena msalipo msiwe kama wanafiki kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama e, katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, ukisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Tena mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani, unawe uso, ili usionekane na watu kuwa unafunga, ila Baba yako aliye silini, na Baba yako aunaye silini atakujazi. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika maneno ya Yesu Kristo katika hii hotuba yake, anavyofundisha wanafunzi wake, sura ya sita hii, anaonyesha mambo matatu ambayo yalikuwa ndio msingi mkuu wa kila Myahudi katika dini yake aweze kuyafanya. Jambo la kwanza ilikuwa kila Myahudi lazima atoe sadaka. Ya pili, Myahudi halisi ilikuwa aweze kuwa mtu wa maombi. Na ya tatu, Myahudi aliyekamilika ilikuwa lazima aweze kuwa mtu wa kufunga. Katika haya mambo matatu ambayo yameonekana, kutoa sadaka, maombi na kufunga, Wayahudi walifanya, waliyafanya matendo haya katika nia mbaya, yaani walijitafutia utukufu wao wao wenyewe na Yesu leo anaonya juu ya mambo haya kwamba yakija kutokea kwa wanafunzi wake hawatakuwa na thawabu yote mbele za Mwenyezi Mungu na mbele zake yeye. Ya kwanza anaanza kuonya juu ya utoaji wa sadaka, kwa sababu katika kuweza kutoa sadaka si kumsaidia mhitaji tu, ambako hawa walikuwa wanatoa bali sadaka hizi zilipelekea hawa Wayahudi kuweza kujionyesha kwa watu kwamba wao ni wakarimu, na baadaye mbaya zaidi wakawa wanafurahia shukrani za mtu yule ambaye aliyekuwa amepokea, yaani usipomshukuru anasema nimejitoa sadaka kwako, alafu wewe hunishukuru. Baadaye katika kuweza kutoa sadaka wakawa wanapata sifa mbalimbali kutoka kwa watu. Yesu anaonya juu ya tendo hilo, anasema kwamba utoapo sadaka, wala mkono wako wa kushoto usije ukatambua kile unachokifanya, kwa sababu ukifanya hayo, anasema hata watu wengine wabaya huyafanya matendo hayo. Na hili ni onyo kwa Wakristo wa sasa. Kuna kipindi ambacho kuna mtu anataka kuweza kutoa sadaka, si kwa sababu ana taka aweze kufanya tendo hili kwa Mwenyezi Mungu, bali anataka watu wote waweze kutambua kama yeye ni mkarimu. Ataita vyombo vya habari vije, anapotoa sadaka anapiga picha, watu waweze kuonekana. Tayari Yesu ameshaifuta ifuta sadaka yako, kwa sababu hujafanya kwa ajili ya kumsaidia huyu mhitaji. Ungefanya kwa siri, umefanya ili watu wote waweze kuona kama wewe ni mkarimu, na tayari umekwisha kupata thawabu yako mbinguni, haijaandikwa na hiyo Yesu anaonya kwa asilimia mia moja juu ya tendo la pili. La kila Myahudi alikuwa lazima aweze kuwa mtu wa maombi. Yesu anasema hivi, mtakapokuwa mnasali, msiwe kama wanafiki, ambao wao wanapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waweze kuonekana na watu. Sala ambayo huyu Myahudi haikuwa anaielekeza kwa Mwenyezi Mungu bali ilikuwa ni sala ambayo alikuwa anaelekeza kwa mwanadamu mwenzake ili kuweza kujionyesha kwamba yeye ni mcha Mungu, kuonyesha kwamba yeye ni mchaji wa mwenyezi Mungu. Yesu anakataa hii, anasema ingie katika chumba chako cha siri. Na mara nyingini sana, hadi katika maisha ya sasa, unamkuta mtu hafanyi maombi kwa ajili ya kuelekeza maombi yake kwa mwenyezi Mungu, anafanya maombi tena kwa sauti kubwa, kuweza kumsema jirani yake, kuweza kumzungumza mtu fulani analeta hadi niya kanisani yakuweza kumsema mwingine, oh, Mwenyezi Mungu, mme wangu ni mlevi, mke wangu ana hivi, mtoto wangu ana hivi. Elekeza moyo wako kwa Mwenyezi Mungu, usianze kuzungumza tabia za watu wengine. Yesu anaonya. Na jambo la tatu anayolionya Yesu ni juu ya kufunga. Kufunga kulikuwa ni tendo kubwa sana kwa Myahudi, yaani ilikuwa ina manufaa katika suala so zima la nafsi yake mwenyewe na kuonyesha unyenyekevu Yesu anasema mfungapo e, msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waweze kuonekana na watu kwamba wao wanafunga. Anasema amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Aliyekuwa anafunga hafungi kwa sababu ya manufaa ya nafsi yake mwenyewe, na hadi leo unapofunga, funga kwa ajili ya manufaa ya nafsi yako mwenyewe yaani utafute unyenyekevu mbele za Mwenyezi Mungu, usijionyeshe kwa watu kwamba wewe ni mtu wa sifa, kwamba wewe mbele za Mwenyezi Mungu ni safi. Na katika hali hii maana yake utakuwa unapata tu sifa kwa watu kwamba fulani anafunga, lakini mbele za Mwenyezi Mungu huna lolote lile. Paulo anapokazania juu ya kanisa la Korinto ambalo alikuwa amelifundisha katika ile barua yake ya pili kwa Wakorinto sura tisa aya sita mpaka kumi na moja anawafundisha katika habari za utoaji wa ukarimu. Anasema hakuna mtu ambaye alishawahi kupata hasara katika maisha yake yote kwa sababu alitoa kwa ukarimu, kwamba mojawapo ya kutoa sadaka, mojawapo ya kuweza kujitoa toa kwa ukarimu, ukikutoa ni kupanda mbegu. Narudia tena, kutoa ni kupanda mbegu. Ukipanda mbegu chache utavuna chache, ukipanda kwa ukarimu utavuna mavuno mengi hadi kwa wakati wote wa maisha yako. Paulo anazungumza kwa kanisa la Korinto kwamba kila mtu atoe kulingana na kusudi alilokuwa ndani ya moyo wake si kwa huzuni. Ananukuu maandiko matakatifu ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 15 aya ya kumi kwamba moyo wako usiwe na kinyongo pale unapompa mtu ambaye ni mhitaji katika hilo ambalo Yesu anakuja kujumlisha. Mafundisho haya yatufanye siku ya leo uweze kuwa mtoaji wa sadaka mwema kama ulivyokusudia ndani ya moyo wako, usionekane mbele za watu. Uweze kuwa ni mtu wa kufanya maombi, si kwa ajili ya kumsema mtu mwingine, bali maombi yako elekeza kwa Mwenyezi Mungu. Na hadi katika kuweza kufunga usijionyeshe, funga kwa ajili ya unyenyekevu wa moyo wako. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.